Au mtizame Masai anavyovaa, anapokupita, hana bukta ndani, atakupita hapo, vitu vyote viko nje, kaweka tu hivi lakini nyuma yake ana ng'ombe mia tatu. Huyo maskini? Si maskini. Kwa hiyo umaskini ni ni tafsiri ni tafsiri, e, tafsiri. kwa hiyo ukisema kwamba iko siku umaskini utamalizika, haumaliziki mpaka tujue vigezo hasa umaskini maana yake nini umaskini maana yake nini? Kama tunavyotafsiri ujinga, ukaenda kwa mzungu atakwambia mjinga ni mtu asiyejua kusoma mbukua na kuandika na kuhesabu, lakini asiyeweza kwa kusoma kuandika na kuhesabu lugha yao ya herufi zao, herufi zao sio lugha yao, herufi zao. Lakini kule kwetu kule vijijini kabisa kuna vibabu na vibibi vinaandika kwa Kiarabu, mimi ni kifa, urithi wangu nyumba ya wapi atachukua huyu, wapi atachukua, kwa Kiarabu, na unasoma, unajua huyu hajui kusoma na kuandika.